Kipindi ambacho kuna baadhi ya stori ambazo zinaendelea kwenda viral kinao manoma kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na sakata la Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu kuweza kufunga ndoa e, siku ambazo zilizoweza kupita yote hii ni mara baada ya Diamond Platnumz kuweza kutangaza hayo kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kuweza kupost e, post ambazo zilikuwa ni kama picha ambazo watu wengi hawakuziona hapo awali, lakini sasa hivi ni kama vile Diamond Platnumz amepost sio sasa hivi. So ni kwamba kwa upande wa Zuchu alionekana atangia siku ediana ya jana baada ya Diamond Platinum kuweza kutangaza kwamba alishawahi kufunga ndoa pamoja na mwanadada Zuchu. So kwa upande wa Zuchu hajaonekana kupost kitu chochote kuna kwa mtandao wake wa Instagram, and this time around ameonekana kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story kuendelea kujipongeza baada ya wimbo wake wa kwikwi kuwa kuweza kupata watazamaji milioni sabini kuna kwa mtandao wa YouTube, lakini pia e, bana ukimya ambao e bana. Lakini pia ukimya ambao unaendelea kwa upande wa Zuchu e bana, unaendelea kwamba kuwaaminisha watu kwamba hili tukio alikuwa ni la jana e, au juzi lilikuwa ni siku ambazo ziliweza kupita e, way back. Sasa kwa upande pia wa baadhi ya mitandao tofauti tofauti imekuwa iki catch up baadhi ya video ambazo pengine zilikuwa hazijawahi kuonekana katika e, nyuso za watu ni hii video ambayo ikiwa inamuonesha e, mwanadada Zuchu pamoja na Damo Platinum, wakiwa wanaenda kula Dina na vibe lao lilikuwa ni kama hivi. So huyo ndo Damo Platinum pamoja na na Mwanadada Zuchu way back kipindi ambacho wametoka kufunga ndoa na vibe lao lilikuwa ni la kutosha kabisa kwenye gari. So kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ambayo inaendelea kwenda viral kwa noma noma kwenye mitandao ya kijamii? Zuchu pamoja na na Damo Platinum kuweza kufunga ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa ambao hiyo e, bana ilikuwa ilikuwa ni ni kama ndoa fulani fulani fulani vya watu watu watano, ndoa fulani vya mkeka, ndoa fulani vya ambayo ya ya siri siri na baadhi ya watu wengi sana kuchanganya tani taarifa na kama unavyojua kwamba taarifa ambazo zilikuwa zinatolewa kwa siku ya jana, Baba Levo alionekana kama eh, kujua kwamba hiyo ndoa ilifungwa kitambo, lakini pia mama yake aliweza kuonesha kama eh, ndoa ilifungwa katika siku za hivi karibuni. Ninavyozungumzia mama yake ni mama wa Diamond Platnumz eh, bana, mama Dangote eh, bana, tupe mtazamo wako kwa mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now eh, bana, huko na mtazamo gani? drop comment yako kutoka kipande chochote ambacho upo right now, in case kwamba upo 254 UG Ugandawi Zdodoma, Dodoma, Arusha, Chugastan, ebana utakuwa umetisha kinoma noma. Ni sasa online digital. Till next time bye-bye.